Ushindi huu ni kwa ajili ya watanzania wote. Ushindi huu ni kwa ajili ya waafrika wote wanaopenda mpira wa miguu. Kwa hiyo nitoe pongezi na mimi kwa viongozi wa Yanga, wachezaji wa Yanga, mashabiki wa Yanga na wadau mbalimbali ambao walituombea dua kwa namna moja ama nyingine, sisi kuelekea mchezo wetu dhidi ya Farabati. Na mpaka tukapata ushindi. Na bwana, mliwaweza wapi bwana wa Arabu? Tuanzie hapa, haba si haba, haba ya ujazi wa kibaba. Yalizungumzwa mengi sana lakini hatimaye Young Africans akawatoa kimasomaso wawakilishi kwenye michuano ya kimataifa nikiwa na maana kutokea katika ardhi ya Tanzania Simba, Singida Black Stars na Azam FC. Mchezo wa mkondo wa kwanza hatua ya makundi ya michuano ya kafu. Ha, tuleweza wapi? Binafsi, naweza nikasema ni wachezaji Tuliwaweza wapi? Binafsi, naweza nikasema changamoto tulizozipitia msimu uliopita ndio zimetupeleka hapa tulipofika. Hatujafuzu, lakini bado hatujamaliza. Niseme moja ya kiwango ambacho kimenivutia sana kwa Yanga ni mchezo wa jeuzi. Ni mchezo ambayo binafsi kila nikiangalia Yanga nasema yes, hii ndio Yanga ambayo nilikuwa naipigia kelele hii ndio Yanga ambayo nilikuwa naihitaji na hii ndio Yanga ambayo mimi naipenda. Najua football, hususani kwa mashabiki, siku zote ni furaha. Tunatambua mchezo wa miguu na matokeo matatu, lakini tabia zetu mashabiki ni kuendeleza kupata matokeo chanya. Kwa hiyo kuna nyakati hatupate matokeo chanya, tunasema sana, lakini wakati kama huu ambao tumepata matokeo chanya, matokeo muhimu kabisa ni lazima kama Watanzania, ni lazima kama Wanayanga, ni lazima kama mashabiki, basi tuna namna ya kujifariji na namna ya kushangilia sana. Kwa hiyo mimi naendelea kulipongeza technical staff, naendelea kuwapongeza viongozi, naendelea kwa mashabiki, na niwaambie ndugu wanahabari, tumeanza Mmeanza. tumeanza tumzungumzie Prince Dube, mwana mfalme ambapo mambo alikuwa mengi zaidi, asiyefaa akafaa nafasi nyingi akakosa, lakini mwisho wa siku ndo mapa alama tatu Young Africans. matumaini alikuwa ameshavunjika kwa Prince Dube. Ya. Yeah, ni kweli watanzania wengi wanayanga wengi walikatishwa tamaa na Prince Dube, kama ulivyosema mtu sio nyayo mm. Tunampongeza sana Prince Dube, ameifanya Tanzania leo inaongelewa kwa namna yake ametufanya East Africa Mashariki na Kati kuwa ndo timu pekee ya Yanga kupata ushindi. Kwa hiyo kuna haja ya kumzungumzia Dube kwa, kwa namna kubwa sana, lakini kwa kuwa muda utoshi, ni lazima kuendelea kumkumbusha Dube majukumu yake. Ni lazima kumwambia Dube, upo kwenye timu kubwa. Ni lazima kumwambia Dube, upo kwenye timu yenye presha kubwa sana. Kwa hiyo lazima ajitathmini, ni lazima ajitathmini na lazima aendelee kuipambania logo ya Yanga. Tunamlipa pesa nyingi, tuna kila ina sababu kumkumbusha majukumu yake ndani ya uwanja. Of course, wakati mwingine kelele hizi tunazozipiga zinamtoa mtu kwenye reli, zinamkatisha mtu tamaa, lakini lazima tuseme ili tumkumbushe mtu majukumu. Kwa hiyo mimi kupitia vyombo vya habari leo nampongeza sana Prince Dube kwa kuwasha moja kwa kuzima zote. Maana yangu mm. tuna timu nne kwenye, kwenye mashindano ya Afrika mm. tunaye Simba Sports Club mm. moja ya timu bora sana. Tunaye Singida Black Stars naye ni timu inayokuwa. Tunaye Azam FC, miongoni mwa timu bora kwenye ligi yetu. only one kutoka Tanzania Yanga African Sports mm. Club ndio ameshinda kwao, ni lazima tuungane, ni lazima tushangilie, na ni lazima tuwapongeze kwa sababu jana nilikuwa naangalia mechi ya watani zangu mm. mechi ya Simba Sports Club mm. baada ya mechi, mimi mwenyewe nilijaa na huruma sana baada ya mechi. Kwa nini? Vibaya mno, kwa sababu nimeona adha waliopata mashabiki wa Simba, nimeona adha ya baadhi ya viongozi wa Simba waliopita pale kama meneja ama makocha kwenye timu yao ni hali ambayo kipekee kabisa haipaswi kuwakuta kama Watanzania wenzetu. Kwa hiyo kuna namna moja ama nyingine, kama taifa kama Watanzania, kuendelea kuwaombea dua njema watani zetu Simba Sports Club. Kiukweli jana wamepitia mambo magumu sana, ambao wao wenyewe mpaka leo hawaamini nini kimetokea kwenye uwanja wa Mkapa Bwana. Ni tumalizia na moment ya Young Africans. Tulimshuhudia golkipa wa Farrabat akimfuata Pacome Zuzwa na kwenda kumwomba jezi. Performance aliyoionyesha bwana mdogo Pacome Zusa, mpaka kitendo cha Waarabu kwenda kufata na kwenda kuomba jezi yake, inaonyesha ya kwamba yeye ndo muhimili mkubwa ndani ya Young Africans na ndiye mtetezi tukisema maana Young Africans bila Pacome. Na hapo niongezee pia, tulizungumza kwenye interview kasema Moses Abraham ni bora kuliko Pacome Zusa <laughs> kuna chochote ambacho Pacome sasa hivi amebadilisha maamuzi yako kwenye hilo pia? <laughs> Kwanza kwanza nimpongeze sana golkipa wa Farabat. Unajua, ukiufuatilia mpira kwa undani kabisa, kuna kaneno tunakatumia kama sio sheria mpira wa miguu, fair and play ama fair play. Kwa hiyo golkipa wa Farabat ameonyesha ni namna gani mpira wa miguu sio uadui. Golkipa wa Farabat ameonyesha ni namna gani kwenye football kuna mtu anaweza akawa bora na unapaswa kumheshimu. mimi ni kiri mm, na mimi niseme miongoni mwa performance bora kwa Pacome Zuzwa ni siku ya juzi, alikuwa kwenye kiwango bora sana. Kwa hiyo sio tu goalkeeper, kama pange alikuwa na sheria, basi wachezaji wote wa Farabatu wangekwenda kumpongeza Pacome Zuzwa, kiwango bora mchango mkubwa na inawezekana ametusaidia kwa kiasi kubwa sana sisi kupata ushindi siku ya jana. Turudi kwenye ile mada ambayo tulizungumza kuhusiana na Morsi Abrahamu. Mjadala ulikuwa mkubwa na watu wengi pia walikushambulia dosa. Sasa hivi Pacome, nilikuambia uh, amefanya makubwa akiwa na Young Africans bado ameendelea kukuprove tena kwenye mchezo ambao umepita wa ligi ya mabingwa barani Afrika. Bado kauli yako ni moja, Pacome na Morsi Abraham, utaondoka na nani? <laughs> Tupo kwenye mchezo mm, wa dakika 90 hatupo, yes, kwenye maisha ya mtu. Ni muendelezo wa Pacome, <laughs> pia. Hajaanza uh, juzi. Pacome, mm, na Morris, unajua mimi sijawai kukataa ubora wa Pacome zuzua, yes, naheshimu sana kazi yake, lakini ninamkataa Pacome kwa sababu sina muda mrefu ataondoka kwenye macho yangu. Sijui umeelewa vizuri, mm, sina muda mrefu Pacome ataondoka kwenye macho yangu na ndio maana unaponiwekea un, unapo swala la Morris Abraham na Pakome zuzwa kwenye kustili muda mrefu kuonekana, mimi nitaondoka na Morris Abraham, lakini bado vile vile Morris Abraham ni mchezaji bora, ni mchezaji mzuri, ni mchezaji ambaye anatuvutia kadri ya siku hadi siku, ni mchezaji kama taifa tukiamua kumlinda, kama taifa tukiamua kumtunza imani.